Unaweza kuwa mchapakazi sana kwenye maisha, kwamba uko vizuri sana, vitu vyako vinaenda vizuri, ukifanya vitu vyako ukigusa vinaenda vizuri. Lakini ipo siku moja unaamka tu siku hiyo na haujisikii kufanya chochote kile kwenye maisha yako, yani haujisikii kugusa hiki, haujisikii kwenda kule, unaweza haujisikii hata kuoga, unaweza ujisikii hata kula, haujisikii kuongea na mtu yoyote, haujisikii kwenda kazini, haujisikii kufanya kichochote kile. Ni siku ambazo unaweza kaamka ukachukua simu yako ukaweka flight mode Bana social media video anasema ya <laughs> hey, yani, vile unavyojisikia ujisikia kufanya kazi, nami najisikia hivyo hivyo. Au jisikii kuongea na mtu nami najisikia hivyo hivyo ah, lakini nalazimika kufanya kwa sababu hili jambo ni jambo la muhimu. Cha kujifunza ni kwamba kuna mambo unatakiwa yani, yani unatakiwa uwe unafahamu jinsi ya kupuuzia hisia zako pale kwenye mambo ya msingi. Kumbuka kuna jambo la msingi, puuzia hisia zako. Lakini mi leo nimekuandalia mambo matano ya kufanya kwamba kitu gani unaweza ukafanya ikiwa hali kama hii imekutokea. Karibu sana. Yeah, we're back here in Success Path Network. Mimi ni Ezden Jumanne, karibu sana. Ningependa uniandikie hapo chini unatutazama kutoka wapi? Ni vizuri zaidi kujua tunatazama kutoka wapi. Hebu niambie ni Congo, India, China, France, UK au Warabuni hapo au hapa hapa Kenya na Nairobi wapi, Mombasa nini? Au ni ndani huko mlaba Iringa wapi, huko vijijini wapi? Let me know, let me know. Niambie tumana inakupata kutoka sehemu fulani itakuwa vizuri sana. Halafu tuendelee. Najua hili ni somo la watu wengi sana. Unawezaje kufanya ili kurejesha ile mood ya kufanya kazi au nini ufanye, siku ambazo umeamka na hausikii morale ya kufanya kazi, au jisikii kufanya chochote kile? Hii inaweza kumtokea mtu yote yule, na ninataka nikwambie, ninafanya video hii nikiwa nimetoka kujisikia hivyo, so nikaona ngoja nitengeneze hii content. All right, so jambo la kwanza, anza kazi yako kidogo. Unaweza ukasema tu, kwanza nianze katika vile vitu ambavyo unataka kufanya siku hiyo. Labda kuna jambo dogo, kuna jambo dogo, anza na jambo dogo. Yani hii ni mbinu kwamba ku, ili kujiingiza katika ile uh, mood work yani, ili kujiingiza katika ile uh, mood ya kufanya kazi. Sawa, basi unaweza ukaamua ngoja nianze na jambo hili dogo. Hata, hata kuandika email au hata kumtumia mtu ujumbe aidha na hivyo yani, ngoja tu nifanye kitu kidogo. Mara nyingi akili ya mwanadamu huwa ukianza kitu inaamua kukufungulia uende zaidi. Kwa nini? Safari moja uanzisha nyingine, si ndio? Lakini kitu cha pili, kama majukumu ni mengi au kazi ni nyingi ndo zinakutia uvivu na nini, basi simple break it down break it down into small pieces, kwamba vunjavunja hiyo ratiba yako au hayo majukumu katika majukumu madogo madogo. Hii itakusaidia kwamba, okay, badala ya kufikiria kwamba nifanye dude lote hili. Hapana, ivunje vunje kwamba nitafanya labda hii saa hii saa hii, halafu kisha kuwa vipande vidogo vidogo. Rule namba moja inafanya kazi, anza na kile kitu kidogo. Kwa hiyo ukishavunja vunja unaweza kuanza na kile kidogo, sawa. Hiyo ni kitu kingine. So, lakini kitu kingine kuna sheria moja wanasaikolojia wameiweka kwa miaka mingi sana, imekuwa ikifanya kazi sasa hivi inaitwa the 5 minute rule. So, jaribu kutumia the 5 minute rule, yani kwamba sheria ya dakika tano. Hii ikoje? Kwamba una, una, una azimia kwa kusema kwamba acha nifanye kazi kwa dakika tano tu, bas sifanye kazi yoyote leo siku nzima. Dakika tano tu, tena unaweka sana unaweka simu yako hapo inakuwa inafanya ina count, inahesabu, sawa. Kwanza, unajua nini kitatokea? Mara nyingi baada ya dakika tano utajikuta umefanya dakika kumi kumi na tano ishirini. Fikiria vile tu, sometimes ukiingia labda kwenye mtandao unataka kuongelea kitu fulani kwamba Ukiona umetokea kwenye hali kama hii, haujisikii kufanya kitu chochote kile, mwili unakataa, mwili unauma, akili imechoka, jiulize swali. kwa nini unafanya hii kazi? Au kwa nini ulianza kufanya hii kazi? Au kwa nini unafanya kazi unayofanya? Hebu jiulize, nitafaidika na nini ikiwa nitaimaliza hii kazi? Hii kazi ikikamilika, kukamilika kwake inamaanisha nini? Kwamba ikikamilika hii kazi labda kuna faida fulani nitaipata au kuna kitu fulani kitatokea. Kwa hiyo ukijiuliza hilo swali mara nyingi itakusaidia kuweza kukumbuka au kurejesha zile sababu za msingi za kwa nini ulianza, basi inaweza ikakupa ile morale, mzuka, mood ya kuingia tena kwenye ile kazi, ukajikuta taratibu taratibu umeingia. Lakini haya mambo naamini katika, ukifuatilia vizuri, inawezekana uh, break it down katika uh, vitu vidogo yani, katika majukumu madogo madogo ili uchague kimoja kidogo cha kuanza nacho. Tumia the 5 minute rule kwamba nitafanya kwa dakika tano tu afu basi afu kingine bro hata hiki pia kinaweza kikamsaidia mtu tuandikie. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaendelea kujifunza hata kwenye comments pia, na hapo ndipo tunakamilisha each one teach one, kwamba kila mtu anaweza akajifunza kwa mtu mwingine, lakini sio tu hivyo kwamba kila mtu pia anaweza kumfundisha mtu mwingine. Kwa hiyo unayo nafasi ya kumfundisha mtu fulani kupitia comment section, so do that and catch me next time right here.